Taifa letu la Tanzania na Watanzania kwa ujumla ni waase kudumisha amani ya taifa letu hasa tunapokwenda kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu mwezi wa kumi. Niombe sana tuituze amani ya taifa letu tuilinde na kuidumisha amani ya taifa letu, lakini pia tuwe na mshikamano na upendo jiepushe na ramli zinazopigwa na waganga kuchonganisha watu, aa, kuwajaza roho za ukengeufu za kuaminishwa kwamba ili uwe kiongozi upate ubunge, upate udiwani, upate uwaziri, lazima ukaue e, watu wenye ulemavu wa ngozi maalubino. Naombeni tuipinge, tuipinge vikali hiyo dhana ya kuamini waganga wa, wa kienyeji na kwenda kupiga ramli ili ukachimbe ma, e, machimbo ukachimbe dhahabu, ukahile, lazima ukapige ramli, uambie mama ni mshirikina, baba mshirikina, unachukua hatua na kumkata mapanga, mala ni mchawi. Tabia hizi tuziache, tunapoelekea kwenye uchaguzi. Dumisha amani, dumisha upendo, dumisha umoja, lakini zaidi ya yote tuzidi kuliombea taifa letu e, la Tanzania tukianza na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, pamoja na waziri mkuu na wasaidizi wake wote. Tusisahau kuviombea vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya amani ya taifa letu, na ujiepushe na siasa za miemko. Usikubali kurubuniwa, kuhongwa kanga, uh, kuhongwa sukari, sabuni na kadhalika, ukapoteza haki yako ya msingi. Hakikisha umemchagua kiongozi ambaye unaimani naye na una matumaini naye kwamba atatuvusha na kutufikisha salama. Nitajitahidi kuwaelekeza watu ambao nitaenda kuwaongoza huko kwa ajili ya kuendelea kuitunza amani ya nchi yetu na kuendelea kuondokana na imani potovu, imani za kishirikina nitasimama kwa ajili ya kazi hiyo, kwa sababu Mungu ndo amenipatia hiyo kazi kwa ajili ya kuwaelimisha hao watu na kuwafanya watu wote tumgeukie Mungu ili kuondoa vurugu katika nchi yetu. Nitasimama kupigana vita na kuwaelimisha watu waachane kabisa na nguvu za za giza, hususa ni kuamini waganga wa kienyeji. Neno moja tu, Mungu ameniinua ili nikawafanye watu kuwa jamii yenye upendo, kuwa jamii yenye mshikamano, kuwa jamii inayomcha Mungu na kumpenda Mungu. Taifa letu la Tanzania ni taifa moja ambalo Mungu amelipendelea sana kuwa na amani. Amani ni kitu kizuri na ndo tunachokitegemea. Ukiangalia mataifa mjirani hapa, usiku kucha mchana kutwa, yanalia yanatafuta amani. Nikuhakikishie kwa hatua aliyonifikisha Mungu nitasimama kupinga na kukemea hususa watu wanaochonganisha ramli chonganishi ambazo zinachonganisha watu na kuingia kwenye vurugu, kuhakikisha hiyo hali inatoweka kwenye jamii. Jamii walio wengi wanaamini waganga kwamba kufanikiwa, mpaka apate mganga. Akitaka hata cheo kipande, anahitaji mpaka apate mganga. Akihitaji hata kulima shamba, anahitaji mpaka awe na mganga. Sasa hayo mambo, asilimia kubwa waganga ni watu wa, wanatumia wa, wa, wa, wanatumia saikolojia ya mwanadamu kumtambua mawazo yake, lakini ukweli kule haupo.